Kwa majina anaitwa Mhaja Msuka, ni mthamini wa halmashauri ya manispaa ya Lindi. Tuko hapa na zoezi la ulipaji wa fidia kwa wananchi watakaopisha ujenzi wa chuo cha bahari Dar es Salaam katika mtaa wa Kikwetu, kata ya Mbanja. Jumla ya wananchi ishirini wa na saba watalipwa wa jumla ya fedha za kitanzania milioni mia mbili sabini na sita Wananchi hawa wataachia maeneo yao ili ujenzi wa chuo cha bahari Dar es Salaam kiweze kujengwa katika eneo letu la Kikwetu. Halmashauri ya Manispaa Lindi, ninashukuru kwa uongozi wa chuo kwamba wametekeleza takwa hili la kisheria ndani ya wakati, kama ambavyo serikali inaagiza kwamba fidia ilipwe ndani ya miezi sita tangu thamini iidhinishwe na serikali na walipwe kwa ukamilifu pasipo kuchelewa. Kweli uongozi wa chuo cha Dar es Salaam bahari wametimiza takwa hilo, wanalipwa fedha hizo ndani ya wakati na wanalipwa kwa mkupuo, kwa kila mtu atapewa hela yake kamili. Kwa hiyo tuko hapa kujaza akaunti za wananchi tayari kabisa kwa ajili ya kupokea ile fedha. Kwa hiyo zoezi hili litafanyika leo, tuna kila sababu ya kushukuru uongozi wa chuo lakini na mkurugenzi wa halmashauri kuruhusu uwekezaji huu uweze kufanyika kwenye halmashauri yetu ya Manispaa. Nashukuru sana.